Umaumbi yangu dua zangu, sala zangu, odadio, natamani yawe manukato mazuri mbele zako, na sifa zangu ninazokupatadi, ziwe manukato mazuri mbele zako, na unaposhuka kubariki wengine, na mimi Baba usiniache na unaposhuka kuwazuru wengine eh, na mimi Baba usinipite udadio oh, udadi oh, wangwe unzambe nanga udadi wangwe eh, udadi eh, wangwe Kuita leo njoo chukue mm. mashariti mashari mm. na majibu mengine njoo chukue mashariti na majibu mengine, kila sehemu bado ulipo, usikie sauti, nakuita mimi mwalimu wako, nakuita mwalimu wako wa Mungu kalaza na mulagulene wenehivonelakrd <tipi> Kijana, nilisikia utakuja kwa mguu lakini kwa sasa hivi inaonekana umeshaiva eh, ni zaidi moja kwa moja kwamba mwalimu wako anafanya kazi. <tipi> Nisikilize sasa. Umetumepambana sana kwa ajili ya dada yako, tumehangaika sana kwa ajili ya dada yako, lakini dada yako ili kusudi apone inahitajika gharama kubwa sana, inahitajika hakili nyingi, mm, inahitajika kuwa na ustarabu mm, kwenda polepole, tukifanya haraka tutaharibu. Naomba nisikilize. Jana nimekukutanisha kwenye ulimwengu wa giza, nimeona kuna kijana mwingine anayeweza kufanya kazi mpaka dada yako akarudi kwenye hali yake ya kawaida. Mm, nisikilize kwa umakini. Kingine kinachotakiwa kufanyika kwanza, hiyo familia ni familia ambayo mm, yani, wanamwabudu Mungu sana, lakini kwa ajili ya hili, kwa ajili ya dada yako, tutafanya kumtoa mmoja baada ya mwingine, tutamtoa mmoja baada ya mwingine mpaka familia yote. urr, baba yao hayupo kwenye ulimwengu wa dunia hii, lakini dada yako atakuwa sawa, atakuwa sawa mkishirikiana na huyo kijana Naisi, na wewe ulimuona, urr, urr, kuwa makini maana sasa hivi umeshaanza kuiva huyo kijana na yeye damu yake ni nzito, mnaweza mkafanya kazi ikaesonga mbele, mnaweza mkafanya kazi ikaenda mbele. Ni kijana ambao ana umwingi au ana uzoefu, anataka kujiunga na sisi na yuko tayari. Mpaka sasa hivi nimefanya mambwembwe na ibada nimemwachisha. Unaweza kwenda jitahidi, jitahidi, mfanye kazi

Sasa Mgashe, <coughs> nimekuita hapa kuna kitu nataka nikupangilie kidogo. Unajua siku mbili tatu hizi nimemwagiza ile shoga yako pale ya kucheki. Kwa sababu mimi mara mwisho kukuona nisikukuja pale kwenye kiduka pale nikakunika nikakusevu pale muame leta mieusho hapa na pale tukawa tume tukawa tumefanya vile. Sawa. Sasa baada ya kumuona huko na rafiki yako pale, ikabidi ikabidi nimpangilie nimpatie ka ujumbe changu ili akufikishie. Sasa sijui kama ujumbe alifikisha alimeambia okay. Mm, hata sister sikiza nikuambie -hmm. mm -hmm. Unajua we mtoto fulani hivi mzuri ukiangalia karangikako waka sio hey. Okay. matani, so, matani serious, mtoto mtoto mtoto kweli, mtu akikuangalia lazima lazima mapigo ya moyo iende hey, <coughs> hey, lakini pia licha ya kuwa mtoto mzuri mm -hmm. Una tabia nzuri yani, we ni mtu fulani hivi ambao mtu hataki kuweka ndani mm -hmm kweli atasikia kule ina mtu ndani nimeweka eh chombo ya kwenda m. Ukisikia mwanamke ni maua, lazima huu huwe na mtoto kama hii hapa. Ndio maana rafiki yako kanichagua. Ukiongelea <laughs> kiongelea hapo shemdari o, ndo unakosea sasa. Sasa nimekosea nini, wakati rafiki yako kanichagua? Au <laughs> upendi? oh, sikiliza, tuende kwenye mada, mada sawa. mm. kiukweli kabisa kutoka moyoni mwangu. Mimi hapa sasa, mimi nakuelewa, yani sijakuelewa vile. Unajua wewe ni mwanamke fulani ambaye kila mwanaume ake napomtazama lazima ajisikie kufanya naye maisha, na hiyo ndio kitu ambayo hata mimi mwenyewe imenikuta kabisa. Kwangu mimi, naona katika moyo wangu mimi nakuhitaji. Naona hmm. vile yani ni ngumu sana hasa po shemba ni ugumu kai, unajua kabisa, yani mimi hmm? <laughs> <Kwa> ni mke wa rafiki yako, isitosha hadi namjuani kama vili tatuletea bara. sikiliza <laughs> nkupangilie <coughs> Unajua shemu yule sawa, ni rafiki yangu, tena rafiki yangu damu damu, lakini tatizo labda nikuize kitu kimoja. Ile ndio yani, unaona nakopa furaha. Hapana. Sasa kama ikupi furaha na unasema mtu unampenda, kwa nini usitafute mtu ambaye anakupa furaha na upendo? Sasa shemsikia, mm, Yule ni mume wangu na shampenda mume wangu na nampenda hivyo hivyo. Sasa nitafanya nini? Hebu sikiliza. Unajua watoto wazuri kama nyie, afu kuingia kwenye matatizo na machangamoto kama hizo alafu sisi watu ambao tunaweza tukajali tupo, inakuwa sio kitu poa. Shaona. Lakini mm, pia kwa namna wewe ulivyoumbika na kwa namna ambavyo mimi nakupenda, naweza nikafanya kitu yote kwenye maisha yako kama pesa ipo. Ushaona, naweza nikakufanyia surprise, nikakufanyia vitu ambavyo vinaweza kufanya wewe karudi kwenye mfumo kama ulivyokuwa binti kipindi kile wewe umeanza na kujua wewe. Sikiliza, naomba nikuahidi kitu kimoja. Kitu gani hicho? Mimi nitaenda sana privacy yako. Nitajitahidi sana. Rafiki yangu asifanyaje? asijue kinachoendelea kati yangu mimi na wewe na kuhusiana vitu vingine vidogo vidogo ambavyo unavihitaji kama mtoto wa kike. Nitajitahidi kuvikiria ile kitu kikae poa. Au unasemaje, si tayari? Penye sawa, lakini mda kijua itakuwa. Kwa maana nikwambia, nitajitahidi sana kuliweka hilo likae sawa. Sawa, lakini kuna mda mwingine tutajisahau. Si unajua mapenzi tena. Hata liwake jua, hata uwe msimu wa baridi.

Nikwambie kitu. I love you, babe. I love you. Nataka nikwambie. Hapa baada ya kupita hapa sasa, nikaona mtu ameinama hapa, nikaona sio vizuri, nije ndizi ni, ni, shida ni nini? Labda bwana hapo mambo mengine bwana. Sasa au tatua, hata haina haja kwa sababu ha gani, haina haja unaweza kuniambia, labda kama kuna msaada wowote, ninaweza kukupatia. Nimekwambia usipende usi, kufatilia bwana, nimekwambia haina haja ya kufahamu mambo mengine ya kifamilia bwana. Lakini we si mchungaji, we ni mchungaji bwana, una mambo yako wewe, waitu kanisani. Niache bwana, mimi niende kutulia hapa. Sawa, mimi ni mchungaji hmm, lakini pia nipo kwa ajili yenu kuelekeza njia inayopaswa kuwepo hasa unaposema kwamba sitaki kufuatilia maisha yako. Mimi tu nimepita hapa nikaona upo hapa nikajiuliza nika, nika sio vis, vizuri kupita hapa bila kuangalia labda una mawazo. Ah. Eh? Unaelewa unachokifanya? Niache basi. Ah. Sikiliza kidogo nikwambie. Unajua, katika maisha haya yapo mambo mengi unaoweza kupitia, changamoto nyingi za maisha, lakini bila Mungu hamna kitu chochote. Wengine wanapoenda kwa waganga, takufuata wewe kane yaani, nitakuforoforo tu eh. Wengine wanapotegemea watu, takutegemea wewe. Baba, mi kwako kolokolo tu Baba, ni wewe unanijua kwa kina, tena unanipenda ni menga na uteza mutima, na sinapokwenda babako siyechocha sikia maombi yangwe babako siyechoka na unaposhuka kubariki wengine barabara ni ni ni aje, safi fresh barabara. Baba sasa sasa, nimekuja hapa kucheck hapa hapa hapa tu tu, boy, hivi barabara baba, naona wewe na na shida, anaangalia mimi, mkata kurudi, nilikuwa nampigia fundi sana kununua vitu vitu ambavyo vikubwa. Alafu kija kuviangalia vitu vyenyewe kubwa kwa peke kabisa. Unaona kama hivi vimechafuliza

hao wauzaji hao wanauza vifaa vizuri kabisa vya original kwa bei rahisi kiasi kwamba hata mkiongea discount huwezi kutoka hapa bila kuchukua kitu ambacho umekuja kukitafuta. Uh, Feb Electronics wanapatikana Nyakanazi, wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera, mtaa Nyakanazi kati barabara ya kuelekea sokoni ndipo utawapata. Kwa maswali zaidi wapigie kwa namba ya simu sifuri saba sitini na nne 42 55 27. Vifaa ni vya uhakika, babarababa, usiferi changamkia fursa, tupo hapa hapa Nyakanazi ba,

Jambo, unaendeleaje? Ah ah, mimi namshukuru Mungu. Karibu. Asante na na hapa naona wengine simu pia, kwa unajua sasa na vitu vizuri alipiga vizuriaiga

Kuna mimi nimeishi baba. Anaona. Karibu mama yangu jisikie kwa nyumbani. Eh. Ameshakuwa. Amekuwa. Eh, mtoto wangu ameshakuwa. Eh. Kijini bana lea. Eh, na kijijini pia mama amenilepa. Eh, wewe acha tu shimeje kwa anavyo nijali. Eh? Eh. Yaani ananijali sana. Sana. Bila tuachane na hayo. Eh, sawa. Baba, be. Yaani dada, nimesikia taarifa kwamba mwanangu anateseka huko ameoa. Haya mwanangu. Asante ndogo. Eh. Karibu sana. Asante nimefika. Ah si tumefurahi. Yaani hapa stoki ipo tu. Eh, yani karibu yani, ukipenda ni uwaje kabisa hapa. Asante. Ah sana ndogo, si tuko ndani. Eh. Kwa hiyo ndo taarifa nazo sikia ni za ukweli. Taifa taifa gani? Si yule kijana wangu ameoa. Eh, sawa. Nasikia mwanamke wake yani Haeleweki, yani hasikii. Sasa mimi mbona hujaniambia, hujaniambia uh, kasi tunakutana utaniambia shida? Dada unajifanya uko busy sana. Am, yani unajifanya uko busy sana kufuatilia watoto hamna, labda da unaniogopa, haweza kunia kama mimi ni mkali wakiniambia, eh, wakini mimi wakiniambia mimi ni mkali. Sasa mdogo wangu mimi nasikia ameshaoa na sasa pembeni, lakini mkamwana hajamleta hapa eti ni muone. Unaona? Unaona mjamuona mkamwana? Sijamuona. Bibi, umishawa, mwana ndiye yangu nimuuliza vipi na siku mishawa akasema ndio. Mbona hauwezi mkamwani kamaona? Kwa nini wewe baada ya kusikia mtoto ameoa akanuje nilipo kuna. Nilienda nikakuta kuna gufuli. Nikaenda tena kutoka kuna gufuli. Si wala kaa bize tunajua. Ila dada, unanifichana vitu vingi sana. Kama vitu gani? Ilikuwa unipigie simu niambie, kwanza ile mtoto wangu bado sasa hajakuwa. Hajafikia umri wa kuoa. Mimi nakutafuta, haupatikani. Nikipiga simu hapatikani. Ngome umekuja, tutakaa. Mimi ni mkwe wako, tutakaa dalili, tuwaite watoto tuwaulize. Naona, aaa, waulize kwa nini hamjamweka mkamwana. Wananiogopa watoto. Na mkamwana anaweza kumleta hapa, anajua mimi ni mkali. E, basa, bora nimefika. Umefika, karibu sana mm. E, usiumie yaani, tutaka nini mkubwa wako, taka tuyajadili, tuangalie ni nini na yaani tuta, tutakaa, hamna shida e, karibu sana <muchilis>

naketiketi moyo kwenye haso hamananabea namunga ananiona, wanakolala, sisi tuko macho. Haya machungu ipo siku watapona. Sina chuki, sina wifu do no, nishajichunguza. Tatizo napenda sana, najali sana, napunguza <coughs> Siku hizi umekwaje wewe? Unaondoka nyumbani saa moja, unarudi saa hivi saa nne. Hivi mwako wewe mwanamke. Hivi unataka mimi nikueleze mara ngapi? Au nikwambie je, hiyo unielewe? Maana kile ndio yongea hapa. Yanaingia kwa natokea kwa, naingia kwa natokea kwa. Hivi wewe mwanamke, unataka nini? Au unataka mimi unataka uhai wangu utoke nife au? Unaweza ukaniambia ni kitu gani ambacho ulikuwa umepata toka saa moja mpaka saa hivi saa nne usiku? Mwanamke mwenye familia yake, mwanamke mwenye ndoa yake, anaondoka nyumbani saa moja mpaka saa nne. Nafikia nafikia ibu nataka mimi Lakini wangu mke wangu, hadi lini? Nilikuwa nikakwambia, mimi nilikuwa nimeenda huko na rafiki yangu, tulikuwa tumetoka kwa mimi. Huku ndani nitakaa hadi lini? Kila siku unanikuta huku ndani, nimepoa, nimepoa, nimepoa. Nikaona nitoke hivi, nikachangamsha hata ubongo. Kwani hujasikia changamsha ubongo? Nishazoea, kila siku unanikuta huku ndani, kila siku nanikuta huku ndani, lakini mke wangu mimi najaribu kuelekeza tu kwa kwa ustaarabu. Lengo langu sio kubomoa ndoa, nataka kujenga. Mke wangu Mimi nimekutoa kwenu, nimekabidhiwa na wazazi wako. Nina haki una ya kukuelekeza kila kitu ambacho naona unaenda tofauti. Nina haki ya kukuelekeza kila kitu ambacho ni sahihi. Mke wangu, hivyo unapoondoka unaenda, unarudi saa nne mke wangu, ukipata tatizo kule nani ataulizwa? Si ni mimi? Mimi ndio nitakayeshtakiwa kwamba mtoto wetu nini ya nini. Sasa, mimi nanini hasa nitajibuje hayo? Unaona kabisa nipigie hata simu basi. Mkwao upatikani. Nimepiga simu nikakuta simu upatikani. Kama umeenda uliku kwa ulikuwa umeenda kwa demu ningejua jina. Unasemaje?